Nam. Karibu katika makala haya, yani, ninapowajibika tunapomwomboleza baba na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Tuweze kujifunza ni kwa jinsi gani tunaweza kukabili kifo cha baba Raila Amolo Odinga. Leo hii taifa linalia. Moyo wa Kenya umepasuka. Tumepoteza siyo tu kiongozi bali baba kama wengi walimfahamu. Sauti ya walio kimya, tumaini la waliovunjika moyo. Raila Amolo Odinga jina lililobeba historia ya mapambano, ujasiri na matumaini. Lakini leo hii tunajiuliza: Je, baada ya kuondoka kwake, nani atawajibika? Ni vigumu kuamini kuwa mtu aliyesimama kwa haki, usawa na umoja sasa amelala. Wengine walimkosoa, wengine walimpenda, lakini wote walimtambua. Aliishi kupigania taifa bora, bila kuchoka. Leo tunamkumbuka, mwili wake unaletwa hapa nchini kutoka India. Lakini pia tutakapomzika, tunazika sehemu ya historia yetu. Lakini je, tutabaki kulia tu? Je, machozi yetu yatazaa matunda ya umoja ama yataoshea tu kwenye ardhi yenye huzuni? kwa sababu Kifo chake kinatukumbusha kitu kimoja: mataifa hayajengwi na watu wakubwa pekee, yanajengwa pia na wananchi wanaowajibika. Uwajibikaji wangu sasa ni kuishi kwa yale aliyosimamia: haki, amani na upendo wa nchi yangu. Nikiona ukosefu wa haki Nisiogope kusema ukweli. Nikiona mgawanyiko, niwe mjenzi wa umoja. Nikiona rushwa, niseme hapana. Nikiona uongozi mbovu, niwe nuru ya uadilifu. Raila ametimia, Raila ametimiza mbio zake. Sasa ni zamu yetu kuendelea kukimbia Wajibikaji wangu ni kutunza ndoto aliyopanda ndani ya mioyo yetu, ndoto ya Kenya yenye usawa, amani na utu. Mtu anaweza kufa, lakini maono hayafi. Tukilia leo, tulie kwa heshima, siyo kwa kukata tamaa. Tukumbuke kuwa wajibikaji sio kwa viongozi pekee, ni kwa kila raia wa nchi yetu tukufu. Ninapowajibika, naishi kwa maadili ya ukweli na utu, ninaitenda haki kwa familia yangu, kazi yangu na nchi yangu. Ninapowajibika na kuwa mwangaza katika giza la maamuzi mabaya, kwa sababu urithi wa baba wa taifa hautunzi kwa maneno bali unatunzwa kwa matendo. Ninapowajibika, sitamlilia na kumwomboleza Raila kwa machozi pekee, bali kwa maisha ya uadilifu. Ninapowajibika najua kuwa taifa bora halijengwi kwa hotuba, bali kwa vitendo. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Roho ya Raila Amolo Odinga ipumzike kwa amani. Amina. Ninapowajibika nachukua mwanga wa matumaini aliyoacha na kuendelea kuijenga Kenya bora. Tuwajibike.